Ikona PS wa, wa, wa, wa, wa nini, wa interior PS wa interior mm. Raymond nani ndio Omolo sindio? i ikona, ikona PS wa ICT and digital economy sindio, anaitwa nani? angalia. si, si, nani ule wa Kiambu? Utaangalia. mm-hmm. PS wa ICT. PS not CS PS mm wa nini ikona iko ikona, ikona governor wa CBK. Ikona governor wa Central Bank of Kenya anaitwa nani? Tuge, anatoa Tuge Tuge. ikona nani? ICT ni John Tanui, John Tanui yes. ICT ICT, John Tanui si ndio? yes. ikona ule nini wa OCDF nini OCDC nitonga? Data Protection Commission anaitwa ngo Kasait, Immaculate Kasait iko na kuna nani mwingine actually hiyo kitu iko kwa hiyo iko kwa hiyo iko kwa hiyo act ilisha sema section 2 ya hiyo act in a, not section 2 section interpretation, after interpretation part 2 ya hiyo nini iko na hiyo mambo ya committee hii. Ehe, eka tu like nini members of the National Cyber Crimes Coordination Committee, tujua members iko na huyo iko na inakuwa na huyo na huyo, iko na IG wa polisi, bado iko na attorney general. Unaona, ni watu wanajiripotia wenyewe kwa wenyewe. Hii basically ni executive inajiripotia. Ni kama tu sasa, ubina unasema sasa tunataka to have a meeting eh, e, tutaenda kuongelea mambo ya Kenya, alafu ni wewe na bibi zako na watoto wako, sasa so, you report to each other. The way Mug y Uganda the way Uganda is ndio? It's a family affair. <laughs> It's a family affair. The government is reporting to to, to government CDF ako hapa. Ehe? Nani mwingine? PS Interior. Umeona? iini ini, ini, ini, ministry zenye zina, zina report to each other so huyu IG bado anakaa hapa, anakaa hapa so hawa, so wana ripoti hii komiti. Unajua ina ripoti ingi kwa nani? Ina ripoti kwa Murkomen <laughs> iko hapo. Kwa hiyo ndio ukisoma ina ripoti kwa Murkomen. Ini hawa ni watu wameamua, wame like, tutatafuta makosa sisi wenyewe na tutajiripotia, alafu sasa tutaamua, alafu sasa wale wenye wanatumwa kufanya kazi sasa, wakishaamua mwenye atakuwa anatumwa kuzima internet ni, ni hao watu wa NCC secretariat. There is established a secretariat. Unajua nani nataka uangalie nikuambia, details matters, kuna jamaa anaitwa the, the, the, the, the chair wa hii secretariat anaitwa Colonel bracket, Dr. James Kimuyu, enda uangalie qualifications yao jamaa, enda uangalie qualifications colonel, colonel doctor James Kimuyu ndio ujue hii kitu ijatengenezwa. Hii kitu si mchezo vile unafikiria. O bado kwa kwaiya, kuna mtu anakaa hapo mwingine an, directo wa communication authority of Kenya. Bado kuna DPP, director of public prosecutions prosecution direktaunaita pro, Renson Ingonga alafu wa communi, com, co, communication authority of Kenya, directo wa communication authority of Kenya sasa hivi anaitwa nani? alafu DPP tunajua ni Ingonga, na umemwona alikuwa wapi? Have you, did you see where our, our DPP was? Alikuwa wapi? Alikuwa anapeana exams, alikuwa anapeana exams.